Mukwala lakini pia Kibu Denis ambaye amemuuza, kuna kitu ambacho walikiona wale mabwana wa Libya wakaamua kuwachukua hawa wachezaji. Yeah, ni, ni, ni, ni, ni jambo zuri uh, kibiashara. Unasifu kile ambacho Simba wanakifanya kwa sababu kupata timu ambayo mnakuwa na uhusiano bora, ina maana ni rahisi. Wakati huu Simba wao ndo wanatoa wachezaji, lakini tafika time Simba nao watakuwa wanahitaji wachezaji kutoka pale, kama ilivyokuwa kwa uh, mabululu alikuwa Al Ahli Tripoli na timu yake ya kwanza ilimuuza kwa fedha nyingi sana, ilikuwa nakadiriwa kama bilioni mbili hivi wakati ambao wanamuuza. Lakini wakati huu baada ya kuvunjiwa mkataba na Al, uh, Tripoli amerudi bure kabisa yani, mkataba umemalizika. Kwa nini? Kwa sababu uhusiano ukiwa bora wa wachezaji pamoja na timu anayotoka na timu anayokwenda, kuna baadhi ya vitu ambavyo mnavitengeneza, ambavyo vinakuja vinaleta matunda bora hapo mbele kwa Simba. Ukitazama wachezaji wote watatu wameenda kwenye timu moja ina maana kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaanza kutengenezwa. Moja, timu za pale pale pia za kwenye ligi uh, ligi ya Libya zitaanza kushtuka. Kwa nini? wachezaji watatu wametoka timu moja wamekuja hapa, ina maana walikuwa na kitu bora ambacho walikuwa nakitoa, ambacho uh, Al Nasr wamekiona, na kama watafanikiwa kwenda kukionyesha, ina maana sasa inaonyesha tena, anaanza kutoa faida kwa baadhi ya timu kutupia macho kwenye kwenye ligi ya NBC kwa sababu wanaamini kuna wachezaji ambao wanakuwa bora. Kibu Denis kimtazama kama mchezaji, inawezekana namba zake zisikushawishi sana, yani kwamba msimu unaweza kumalizika asiwe na magoli mengi, asiwe na pasi nyingi za usadizi wa magoli, lakini jasho lake anapokuwa uwanjani ndilo ambalo limempa nafasi ya yeye mara kadhaa, pale ambapo Simba walibadilisha makocha alionekana kuwa chaguo la kwanza kwa makocha wengi, na ukitazama makocha wengi ambao wamepita kwa Simba mpaka sasa hivi makocha takriban sita ama watano wote wamepita wame, wame pale kwa Simba amepita Fadu Davis amepita Robertinho sasahivi upo Steve Baka, lakini hapa ap, katikati pia kuna makocha wawili hivi nao walipita wali benchika. Benchika pia naye al, alimtumia Kibu Denis mm. Kwa hiyo ukitazama makocha wote hao kile ambacho alikifanya kwa Simba na kumweka Kibu Denis kama miongoni mwa wachezaji bora kwenye kikosi, ina maana na kitu kiufundi ambacho huwa anakitoa. Hafungi ndio, lakini movement zake uwanjani akiwa yupo kwenye majukumu yake anazalisha kitu bora. Hapigi pasi ndio, lakini ile pasi ya mwisho uh, inapopigwa na mtu, angalia nyuma yake nani anaipiga. Inawezekana kawa ni Kibu Denis. Kimfumo zaidi, timu inashambulia, timu inajilinda, timu ikiwa ina na mpira ama haina mpira anafanya kitu gani uwanjani Kibu Denis nyakati zote hizo ulikuwa unamuona akiwa anaofaa kitu kama hicho. Ni mchezaji ambaye inawezekana usimzungumze sana, lakini matukio machache aliyoyafanya akiwa na jezi ya Simba yanabaki kuwa kumbukumbu kwa mashabiki, hasa wapenzi wa Simba, pale ambapo ulikuwa unafika dabi. Kibu Denis inawezekana mechi zilizopita na anafanya vibaya, lakini ikifika dabi alikuwa anaonekana ni mtu ambaye, yani, unamuona namna ambavyo anakanyaga uwanjani, anaacha alama, lakini pia namna ambavyo anapambana, anaifanya timu yake na kwa bora sana magoli namna ambavyo alikuwa na, anafunga yale ambayo ni muhimu kwenye dabi. E, kuna goli moja ambao alifunga lile, anasema simkatia mtu tamaa, namna performance yake ilivyokuwa uwanjani mm. Lakini dabi kadhaa ameonekana kwa bora sana. Kwa hiyo mimi naamini ilikuwa ni time ya yeye mwenyewe kuondoka kutafuta maisha sehemu nyingine, lakini kauli yake tuendelee kuishi nayo kwamba yeye ni mfanyakazi, anaweza kaondoka sasa hivi, lakini kuna nyakati anaweza karejea, kwa sababu mpira ni ajira kwa yeye, ndo kazi yake anaifanya mara kwa mara ameenda kutafuta sehemu nyingine, changamoto ambayo anaenda kujifunza pia. Kama mchezaji kuna vitu ambavyo anaenda kuchukua mm -hmm. lakini uh, kama taifa tunanufaika, tuna kuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza soka la kulipwa nje ya Tanzania, na inawezekana pale ambapo tutamhitaji akaja akatusaidia kwenye timu ya taifa. Uh, mpaka sasa kwenye ligi amefunga magoli jumla uh, ni 15 5 ila kuna baadhi uh, ya vyanzo kwenye ligi au au mashindano yote kwenye ligi kwenye mashindano yote vina dai ni 17, inafika 17, inafika 19 19, lakini amecheza mechi 99 akiwa na, na uzi wa Simba hmm, tangu mwaka mechi... huo, eh tangu mwaka huo na pasi za usaidizi amepiga pasi 15 mm -hmm, za usaidizi wa magoli na, kwa hiyo ukitazama mechi 99 uh, pasi za usaidizi 15 pamoja na goli 15 kwenye ligi na 19 kwa ujumla paka kafu, inawezekana azikushawishi sana kwamba ni za kawaida, lakini ndio tunarudi kiufundi, faida ya majukumu pale ambapo kocha anamwagiza akatimize kitu kiufundi uwanjani. Majukumu yake yanamhitaji yeye acheze kama winga wa pembeni namba 11 au namba saba mm. Ni kipi ambacho anakitoa ambacho ni cha faida ambacho mwingine anacho? Amezungumza hapa msemaji, msema anasema kwenye eneo la uh, kushambulia la winga kuna libase mm. uh, kuna aura, kuna mpanzu, wote ni mawinga, lakini katika faida wanatofautiana, yani kwamba kila ambacho anakuwa nacho Kibu Denis na ili mpanzu wanakuwa tofauti mm. Kuna mmoja anaweza mm. kawa bora kwenye kushambulia, kuna mmoja anaweza kawa si bora kwenye kushambulia, lakini pale timu ambapo inajilinda na timu inatengeneza nafasi, ndivyo ambavyo huwa vinatofautisha. <coughs>